Hapa ni Celebration Corridor Resort and Culture Center. Na mimi mbele yako ni moja ya swimming coach wanaopatikana Celebration Corridor. Celebration Corridor tuna swimming pool nzuri sana, ina vina tofauti tofauti. Ni safi pia ambayo mteja wetu anaweza kaogelea vizuri pasipo tatizo lolote. Ila kiusalama zaidi tumezingatia hilo. Mteja wetu anaweza kaogelea pasipo shida yoyote kwa sababu uangalizi upo muda wote. Wapo lifeguard makini sana kwa sababu ya kazi hiyo. Celebration Corridor tunatoa mafunzo ya aina mbalimbali kwa watoto na wakubwa katika kuogelea, kwa sababu tunajua umuhimu wa kuogelea ni nini. Tunafahamu umuhimu wa kuogelea kwa aina mbalimbali. Kwa kwakowe mteja wetu, tunakukaribisha njoo ujifunze, njoo uongeze ujuzi, njoo upate tiba, njoo upate mazoezi kupitia swimming pool. Celebration Corridor. Celebration Corridor, tumetengeneza au tumeanzisha academy ambayo ni ya mafunzo ya kuogelea. Kwa hiyo hii itakuwa inahusisha watoto pamoja na wakubwa, hatubagui, tukiwa tunazingatia sana ubora wa muogeleaji, tunazingatia sana umakini wa muogeleaji, tunazingatia sana ufahamu wa muogeleaji, kwa sababu Celebration Corridor Academy tumezingatia vitu hivyo, unaenda kutengeneza future ya maisha yako ya mbele kupitia kuogelea unaenda kutengeneza tiba ya maisha yako ya mbele kupitia kuogelea. Unaenda kutengeneza furaha ya maisha yako ya mbele kupitia kuogelea. Karibu sana Celebration Corridor Academy. Celebration Corridor, tunazingatia hivyo vitu kwa sababu kuna faida nyingi katika kuogelea. Labda umeenda baharini au umetoka kwenda somewhere ikatokea inshu majanga ya kuogelea ukazama, inaweza kukusaidia kujiokoa wewe mwenyewe hiyo ni tiba sana kwakee mteja wetu. Hii inaweza kufungua ufahamu wa akili wa, wa mtoto akajitambua akawa anafikiria vitu vikubwa sana, kwa sababu tu amekuja kuogelea kwao. Kiogelea inamfanya apate mazoezi, inamfanya ajisikie huru, ajisikie amani, ajisikie furaha zaidi, anapokuwa amejiunga yeye pamoja na watoto wenzake ama amejiunga pamoja na waogeleaji wenzake. Karibu sana, mlete mwanao aje kufurahi.